Kwa majina naitwa Omar Boga, mimi nilikuwa MCA hapa nikawa kansela wakati title ikiletwa hapa na Mheshimiwa Orengo na Mheshimiwa Raila pamoja na rais wa sasa bwana Ruto, mimi nilikuwa kansela hapa. Kwa hivyo title mbili zililetwa zililetwa hapa kwa msikiti, na juzi tulipoona kwamba kuna matangazo yameonekana yame katika internet kwamba kuna uzwa 1.4 billion tulibidi tupigie prime, former prime minister tumweleze na tumuhoji kwamba ile title ulituletea ilikuwa ya kweli kweli, mbona shamba inauzwa? Na yeye akachukua hatua, akachukua wakili akaandika barua nafikiri ili, ili circulate kwa, kwa media, na pia anachukua jukumu hili kwamba, pia amenituma leo, kulikuwa na mkutano kwa hivyo akasema niende nisikize Waislamu wanasema nini, na kuhakikisha kwamba yeye kwa sababu yuko kwa, kwa, kwa, kwa hii, eh, kuna hii atachukua nafasi yake aliyonayo ya na wale maziri ambao anaweza kuhakikisha kwamba hii Kongo Mosque na landi yake inabaki katika mali ya Waislamu kama vile ambavyo ilikuwa intended tu. Kwa hivyo wakili Paul Mangi anafanyia kazi hawa kamati hapa na nimeshukuru pia kwamba county government pia ina, ina mikakati. Kwa hivyo tutashirikiana na county government pamoja na Paul Mangi kuhakikisha kwamba tunapigania hii haki ya Waislamu hapa. Ardhi ya kihistoria ardhi ya kihistoria hii ndio shamba peke yake ambao Waislamu kama as an institution wako nayo, zingine ni hizi ndogo, ndogo za msikiti, lakini hii ni ardhi ambayo tuna mipango mingi sana hii kamati kwamba kupigwa fence, ni vile tu hali ya kifedha imekuwa chache, lakini kupigwa fence na kuna mipango mingi ambayo wako nayo kuhakikisha kwamba sisi pia tuna mahoteli. Kwa nini kuna halali hotel, kanaweza jenga hoteli za za halali kule ziko Ulaya, insha Allah ili kupata pesa walimu hawa wa madrasa na mashule ambayo ya Kiislamu hawana hawalipo na serikali. Kwa hivyo lazima tuwe na institutions wakfu zetu ambazo zitasaidia katika kuhakikisha kwamba Waislamu pia wana wana mambo yao. Yeah, yeah. Unajua, mtu hawezi kuwa Nairobi aibe shamba ambayo physically ground ya juu kunaendelea nini. Kwa hivyo lazima kuwe na mtu wa ground ambaye atamsaidia na kitu ambacho wanafanya. Unajua sisi tulikuwa county council, kuna mtu anaandika minutes za county council akijua huyu chama na yuko na forged signatures, zinapelekwa, zinakarabatiwa, wanatoa title deed. Haya mambo yanafanyika, wanatafuta wale ma register wa kitambo ambao wameretire, akimpatia laki moja hana pesa na saini tu, ikija huku ina corruption naingia inawekwa kwa register kwa watu wanauza. Mambo mengi yamekuwa namna hiyo, paka watu wakigundua vitu vinaendelea. Kwa hivyo lazima serikali ichunguze, especially wale watu ambao walitoka katika hizi mamlaka kama registers, nini. Angalie zile signatures za sasa na zile title ambazo zina zina zina zina zina kuwa signed I, zile serial number zao za sasa au za zamani. Kwa hivyo ni mambo ambayo ni cartel kubwa ambayo inataka na ishughulikiwe. Asante.